Ilani ya Chama cha Mapinduzi ya uchaguzi mkuu mwaka 2025. Mkoa wa Kaskazini Pemba, mkoa wa Kaskazini Pemba wenye ukubwa wa kilomita 574 na wakazi wapatao laki mbili sabini na mbili elfu na tisini na moja, kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022. Chama cha Mapinduzi CCM kupitia ilani yake ya mwaka 2025-2030 kimeahidi kuendelea na miradi ya kilimo na uvuvi ambapo imejipanga kuanzisha hifadhi ya taifa ya chakula kwa kukarabati maghala manne na ujenzi wa vihenge maeneo ya Chamanangwe Pemba vyenye uwezo wa kuhifadhi tani elfu sitini sambamba na kuweka mfumo wa uendeshaji na usimamizi wa hifadhi hizo. Kimeahidi kujenga maabara za kisasa ya upimaji yani testing house katika eneo la Chamanangwe Pemba, kwa lengo la kudhibiti ubora wa bidhaa zinazoagizwa na kuzalishwa, pamoja na kuanza kusarifu mwani katika kiwanda cha mwani kilichopo Chamanangwe. Kukamilika kwa miradi hiyo kutaboresha mfumo wa usimamizi wa akiba ya chakula kitaifa, uwepo wa akiba ya kutosha ya chakula, kuhakikisha usalama wa bidhaa sokoni, kuimarisha viwango vya ubora wa bidhaa za ndani, kukuza biashara na usafirishaji wa bidhaa nje ya nchi, kuongeza thamani ya zao la mwani na kuongeza ajira na kipato cha wakulima wa mwani. Oktoba tunatiki.